Habari mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu popote pale ulipo ni matumaini yangu kwamba huu mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Nikukaribishe tena kwenye meza yetu ya habari ili tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali mbali kuhusiana na sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Muda huu mezani tumepokea habari nyingine nzito sana kwamba kuna fukuto la kumwondoa Tundu Antipas Lissu Chadema, na hii tumeipata mara baada ya Tundu Antipas Lissu kukamatwa na kufikishwa mahakamani na kisha kusomewa mashtaka yake, ambapo miongoni mwa mashtaka anayoshtakiwa limo shtaka la uhaini, ambalo shtaka hilo halina dhamana, hivyo ataendelea kusalia mahabusu mpaka pale mambo yatakapokuwa yametamatika, kwa maana kwamba endapo atatio hatiani ni kupewa adhabu, ama mambo yakienda vizuri basi kuachiliwa huru. Kwa sasa sakata hilo la Tundu Antipas Lissu linatikisa kila kona ya nchi, lakini pia nje ya nchi. Sakata hilo pia limetikisa Bunge siku ya jana tarehe kumi ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ambapo baadhi ya wabunge walipata nafasi ya kumzungumzia Tundu Antipas Lissu pamoja na sakata hilo ambapo kunao wabunge wengine walimzungumzia kwa namna walivyoona. Pia wengine walijaribu kumkingia kifua, akiwemo Aida Kenani, mbunge mkubwa kabisa leo amejitokeza hadharani na kufichua siri nzito na za mambo makubwa sana, baada ya Lissu kukamatwa na kisha kufikishwa mahakamani na kisha kushtakiwa. Mbunge huyo amesema kuna fukuto la kumwondoa Lissu Chadema. Sasa basi, tutakwenda kuitazama habari hiyo na hayo aliyoyasema mbunge huyo kwa undani zaidi, lakini kabla eh, hatujakwenda huko, hebu niwakumbushe tu kwamba mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa Tundu Antipasilisu siku ya jana jioni, eh, Alhamis April 10, mwaka huu wa 2025, alifikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa mashtaka mawili tofauti ya jinai, yanayosikilizwa na mahakimu wawili tofauti. Shtaka la kwanza ni la uhaini alilotenda kinyume na kifungu cha 36 kifungu kidogo cha pili cha kanuni ya adhabu, ambapo inaelezwa kuwa mnamo April 3 mwaka huu wa 2025, akiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam Tundu Antipas Lissu alitoa kauli, alitoa kauli inayochochea umma kuzuia uchaguzi na kutishia serikali ya Tanzania. Akisoma shtaka hilo eh, mahakamani hapo, wakili mwandamizi wa serikali na Soro Gatuga alinukuu miongoni mwa kauli hizo kuwa ni pamoja na ile aliyosema, msimamo huu wa no no reforms no election unaashiria uasi. Ni kweli kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tunaenda kukinukisha hata hivyo mtuhumiwa hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo eh, kwani mahakama kuu ndiyo yenye mamlaka hiyo, na kwa sasa jamhuri haijakamilisha upelelezi shauri hilo. Sasa limeahirishwa hadi Aprili 24 mwaka huu wa 2025 saa tano asubuhi litakapotajwa tena mahakamani hapo. Wakati huo mtuhumiwa ataendelea kusota rumande kwani shtaka linalomkabili halina dhamana. Baada ya kukamilika kwa shtaka la awali, ndipo shtaka la pili lenye makosa matatu likasomwa mahakamani hapo. Nalo ni kuchapisha taarifa za uongo. YouTube April 3, mwaka huu wa 2025 kwa lengo la kupotosha umma, kosa la kwanza, imeelezwa mahakamani hapo na wakili mwandamizi serikali na Soru Gatuga kuwa mtuhumiwa alisema wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 walienguliwa kwa maelekezo ya rais. Kosa la pili imeelezwa kuwa mtuhumiwa alituhumu jeshi la polisi kwa kudai kuwa maafisa wake, yaani askari wanatumika kuiba kura wakiwa na vibegi. Na kosa la tatu ni kupotosha umma kwa kile ambacho mtuhumiwa alieleza kuwa majaji ni ma CCM hawawezi kutenda haki. Hata hivyo mtuhumiwa, a, alikana makosa yote matatu kwa kuieleza mahakama kuwa kosa la kwanza sio kweli, kosa la pili halijawahi kuwa kosa na sio kweli, na kosa la tatu sio kosa la jinai na sio kweli. Jamhuri imeieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo e, la pili lenye makosa matatu umekamilika, hivyo kuiomba mahakama tarehe rasmi ya usikilizwaji wa awali ili e, ili waziwasilishe shauri hilo la pili lenye makosa matatu e, dhamana iko ilikuwa iko wazi, na mtuhumiwa alidhaminiwa na mtu mmoja aliyejitambulisha kuwa ni shemeji yake, ambapo imeshuhudiwa mahakamani hapo mdhamini huyo akiwasilisha viambata vinavyohitajika kukidhi matakwa ya dhamana na kilichosalia ambacho anapaswa kuwasilisha siku za usoni haraka iwezekanavyo ni barua kutoka serikali ya mtaa kwa kuwa upelelezi wa shauri hilo umekamilika mahakama imepanga kuanza kusikiliza ifikapo aprili 24 mwaka huu wa 2025 hata hivyo eh, Lissu hakuachiwa huru kwa kuwa kosa la kwanza uhaini linalomkabili halina dhamana sasa tuende kwenye kiini cha habari hii ambapo e, tutakwenda kuangazia jinsi ambavyo mbunge huyu wa Chama cha Mapinduzi amejitokeza na kuzungumza mambo mengi makubwa na mazito sana, lakini kubwa zaidi amesema kuna fukuto la kumwondoa Lissu Chadema. Huyu si mwingine ni mbunge Musukuma, mbunge wa Geita vijijini, Mheshimiwa Joseph Musukuma amesema kuwa kampeni ya no no reforms no election inayoendeshwa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema haina nafasi ya kufanikiwa kwa sababu haina uwezo wa kuzuia uchaguzi mkuu. Aidha amedai kuwa kuna mipango inayoendelea ndani ya chama hicho ya kutaka kumwondoa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Akizungumza na waandishi wa habari katika viwanja vya bunge jijini Dodoma, Msukuma amesema kuwa siasa siyo kususia uchaguzi bali ni kushiriki kwa ushindani, na madai ya kususia uchaguzi yanatokana na hofu ya kushindwa. Bila wao sioni kama kuna raha, watu wanasubiri tu hiyo kauli ya no reforms, no election. Lakini ndani ya Chadema kuna jambo kubwa zaidi ya no election. Tuendelee kuwa hapa hapa, eh, tuendelee kuwa hapa hapa tu. Natamani mwezi ujao tuone yatakavyokuwa hiji 55 Sio watu wajinga. Kama ni chama chenye demokrasia, mwenyekiti alipaswa kusitisha ziara na kuwasikiliza wanachama wake, si kuwaita wajinga. Unatangaza kuzuia uchaguzi bila kueleza mbinu. Kama kuna rais ambaye amewapa uhuru mkubwa wanachadema, ni Rais Samia Suluhu Hassan. Nimekuwepo wakati wa Kikwete na Magufuli, hawakuwa na uhuru huu. Sasa wanapopewa uhuru, mnaanza kuweka masharti. Sisi tayari tumejiandaa kwa uchaguzi, amesema mbunge Musukuma. Itakumbukwa ya kwamba eh, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii hasa X Twitter, na kupitia eh, kurasa ya X ya mwenyekiti wa chama hicho kupitia kwa msaidizi binafsi wa Tundu Lissu zili ziliripoti kukamatwa na kushikiliwa na jeshi la polisi kwenye kituo cha Mbinga, e, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mara baada ya kuhitimisha mkutano wake wa hadhara wilayani humo mkoani Ruvuma. Kufuatia hali hiyo, miito mbalimbali ya kutaka kuachiliwa kwake ikiwa ni pamoja na polisi kutakiwa kueleza sababu ya kushikiliwa kwake ilivuma mitandaoni kutoka kwa wanachama wa Chadema, ambapo makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche alieleza kuwa chama kinafuatilia tukio hilo na kinatoa taarifa kamili ya tukio hilo eh. muda sio mrefu, lolote litakalomtokea mwenyekiti wetu, serikali itawajibika kwa asilimia mia moja, alisema. Kwa upande wake mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Ruvuma, Nicholas Mapunda alieleza kuwa mpaka sasa hakuna sababu yoyote walioisikia ama kuambiwa kama kosa lililosababisha Lissu kukamatwa kwake, aki akisema: Leo tulifanya mkutano Nyasa na baadaye tumekuja kufanya mkutano Mbinga na baada tu ya mkutano kuisha polisi walimfuata Lissu na kutaka kuondoka naye. Na wananchi walipokuwa wanakataa polisi wasiondoke naye wakaanza kufurumusha Eh, hayo mabomu ya kutoa machozi na taarifa ni kwamba walitaka kumshikilia tangu kule Nyasa. Aidha, Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu ya Chadema alieleza kuwa Lissu anashikiliwa kwenye kituo cha polisi Mbinga, akikosoa urushaji wa mabomu ya machozi, kwani mkuu wa polisi Mbinga OCD ameshindwa kuwa mwelewa kwa kile kilichoelezwa kuwa alifuatwa na baadhi ya viongozi wa Chadema na kuombwa kuto kutomkamata Lissu kwenye mkutano ule na badala yake askari polisi wamfuate mwenyekiti Lissu sehemu alipofikia yani, hotelini ili kuepusha tafrani kwa wananchi waliokuwa kwenye mkutano huo wa hadhara. Jambo TV iliendelea kufanya jitihada za kuwasiliana na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma ili ku, eh, kutuel, eh, ili kuwaeleza sababu za kushikiliwa kwa mwenyekiti huyo wa Chadema Taifa. Hata hivyo, mpaka sasa mambo tayari yamekwisha kujulikana na Tundu Antipas Lissu kama hivi yupo mahakamani na mm, ameshafikishwa mahakamani, na kwa sasa yupo rumande na kesi yake bado ina rindima, ambapo amekwenda rumande kwa sababu ya kosa ambalo anashtakiwa nalo. Miongoni mwa makosa yake ni kosa la uhaini ambalo halina, halina dhamana lakini pia Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania, LHRC, walilitaka jeshi la polisi nchini Tanzania kumwachia mara moja mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, aliyeripotiwa kukamatwa na kutiwa kwenye kituo cha polisi Mbinga mkoani Ruvuma mara baada ya kumaliza mkutano wake wa hadhara Mbinga mjini siku ya Aprili 9 mwaka huu wa 2025 LHRC kupitia kwa mkurugenzi mtendaji wake wakili Ana Henga e, kilieleza pia kusikitishwa na taarifa za kukamatwa kwa Tundu Antipasilisu na wanachama wengine wa chama hicho wakieleza kuwa wanafuatilia kwa ukaribu tukio hilo na kuahidi kuwa wataeleza vyema hatua zitakazochukuliwa na kituo hicho LOHRC pia iliitaka polisi ya Ruvuma kumpatia haki zote muhimu Tundu Antipas Lissu, akikumbushwa kuwa mikutano ya hadhara na maandamano ni haki ya kikatiba kama ilivyobainishwa chini ya kifungu cha 20 cha katiba 1977 na kifungu cha 11 cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 RE ya mwaka 2019 ninakupatia mtiririko wa matukio tangu kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu ili kusudi habari hii iweze kuka katika mfumo wa kueleweka. Lakini pia kwa upande mwingine, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilithibitisha kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu likieleza kuwa anashikiliwa anashikiliwa kwa tuhuma za kutoa maneno ya uchochezi yanayolenga kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Akizungumza na wanahabari Aprili 10 mwaka huu wa 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Marco Chilia Alisema Lissu alikamatwa mnamo Aprili 9 katika mtaa wa Soko Kuu wilayani Mbinga na kwamba kwa sasa anaendelea kuhojiwa na maofisa wa polisi jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, Lissu anatuhumiwa kutoa matamshi ambayo yanaweza kuashiria uvunjifu wa amani na kuyumbisha utaratibu wa kikatiba wa kufanyika kwa uchaguzi mkuu kama inavyotarajiwa na Watanzania. Jeshi la polisi lilitoa onyo kwa vyama vyote vya siasa na wananchi kwa ujumla kuepuka kauli au matendo yanayoweza kusababisha taharuki na kuharibu amani, likisisitiza kuwa halita sita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya yeyote atakayekiuka sheria. Mvutano uliibuka baina ya viongozi wa, eh, baina ya viongozi na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na jeshi la polisi, kabla ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu na jeshi la polisi wilaya ya Mbinga siku hiyo ya tarehe 9 jioni. Tundu Lissu na viongozi waandamizi wa chama walikamatwa muda mfupi baada ya kumaliza mkutano wao wa hadhara. Hata hivyo eh, chama cha ACT Wazalendo kimezungumza na kusema tumepata, taarifa jeshi la polisi wilayani Mbinga limeipiga mabomu ya machozi na kumkamata mwenyekiti wa Chadema, ndugu Tundu Andipasilisu siku ya tarehe tisa ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano baada ya mkutano wa hadhara. Tunalaani vikali matumizi ya nguvu, uonevu na ukandamizaji wa shughuli halali za vyama vya upinzani. Tunatoa wito viongozi waliokamatwa waachiwe huru mara moja bila mashariti yoyote, ilisema ACT Wazalendo kupitia kurasa za mitandao yake ya kijamii. Lissu alikamatwa siku ya tarehe tisa ya mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025 wilayani Mbinga mkoani Ruvuma mara baada ya kuhitimisha mkutano wake wa hadhara Mbinga mjini, na kwa sasa bado yupo rumande baada ya kuwa amefikishwa mahakamani na kushtakiwa makosa mawili. Miongoni mwa makosa hayo ni kosa eh, la uhaini ambalo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 vya habari na sio maneno ambayo eh, yametolewa katika vinywa vyetu. Ni maneno ambayo yametolewa katika vyanzo vyetu vya habari vya kuaminika. Asante.